Unajua nini kwenye maisha, jitahidi sana usiwe chanzo cha kuleta mfarakano kwenye amani, hasa kwenye maisha ya mahusiano. Usije ukawa wewe ni chanzo cha kuleta mfarakano kwenye amani, kila pindi mwenzako anapoitafuta amani, wewe unatafuta mfarakano. Na kingine, chunga sana Usiwe mtu wa kumtafutia makosa kila itapo leo mwenzio, kwa maana siku zote unapolitafuta jambo basi litakukuta jambo. Usimtafutie sababu mwenzio, jua jinsi ya kuishi na watu. Kikubwa akili